tetezi wa wanandoa ni siku ya wanandoa kumbe siku ya leo hii ni siku maalum ya wanandoa lakini very unfortunate, very unfortunate watu wasiompenda Mungu wameadapti hii siku kuwa ni kama siku ya zinaa duniani kama siku ya zinaa na watu leo wana maakwentmenti kibao kwenda kufanya mazinaa Mungu apendi, msifiwe Yesu Kristu! Mungu hapendi. Leo ni tarehe kumi na nne ya mwezi Februari. Lakini wengi hawajui hii Valentine ni siku gani, na wengine wamethubutu kuomba, tunaomba iingizwe kwenye siku za mapumziko za taifa. Kwa kifupi kabisa, leo ni tarehe kumi na nne ya mwezi Februari mama kanisa anafanya kumbukumbu ya watakatifu hawa wengine niliwataja mwanzoni, lakini pia ni siku ya Mtakatifu Valentino, padri Mtakatifu Valentino alikuwa padri wa kanisa Katoliki. Valentino huyo alikufa akitetea vijana wafunge ndoa. Pendwa katika Kristu, Februari 14 ni siku ya Valentine's Day. Asili yake ni dola ya Warumi. Ni siku ya kumbukumbu, tunakumbuka padri Valentino aliuawa na dola ya utawala wa Kirumi. Mtakatifu padri Valentino alizaliwa mwaka 226 baada ya Kristo huko Terni nchini Italia na aliuawa Februari kumi na nne chini Italia. Valentino aliuawa kwa sababu alikuwa anawahamasisha vijana wafunge ndoa. Kumbe aliuawa na Warumi kwa sababu alikuwa anahamasisha watu kufunga ndoa, watu waache zinaa, wafunge ndoa. Wapendwa katika Kristo. Sikukuu hii ya Mtakatifu Valentino imeenea sana katika nchi za Magharibi na baadaye katika sehemu nyingi ulimwenguni. Huisherekea siku kama siku ya mapenzi kinyume na dhamiri ya Mtakatifu Valentino, ni kinyume kabisa. Mpendwa katika Kristo, watawala wa dola ya Kirumi walikuwa na fikra za kueneza dola ya Kirumi na imeongoza muda mrefu sana, hata kipindi cha Yesu ilikuwa dola ya Kirumi pia. Sasa walikuwa wanataka vijana wengi eh, umri wa vijana kuanzia miaka kumi na nne mpaka miaka thelathini wasijishughulishe na mambo ya ndoa, wawe huru ili wawe tayari kwenda kupigana vita, kwenda kupigana vita katika kutanua dola yao expansion of their empire. Sasa wali wa discourage vijana wasioane, wakijua kwamba wakidhani kwamba vijana wakioana, endapo wangeoana wangekuwa busy kushughulika na af, na family affairs, na mambo ya familia zao, badala ya kwenda kule kule kwenda kupigana vita. Kumbe basi, dola ya Kirumi kama serikali, kipindi kile ya wako, wako, Warumi huko Italy walikuwa sasa wanawahamasisha vijana wengi miaka 14 mpaka 35 wasioane, wao wanaishi maisha ya zinaa kwa kuwa mtu ana hajaoa, e, hana commitment yote, basi walikuwa wanaweza wakaenda vitani muda wote ule. Of course walikuwa wana michepuko tu basi sasa, huyu Padri Valentino aliona hiki kitu siyo sahihi. Taifa lolote lisipoweka msisitizo katika ndoa, katika maisha ya ndoa, basi taifa lolote litaangamia. Kumbe Padri Valentino akaamua kuwahamasisha vijana kufunga ndoa, akawa anafundisha ndoa kwa siri siri, vijana wengi wakafunga ndoa. Bahati mbaya sasa eh, katika msafara wa mamba na kenge wako kuna wengine miongoni mwa Wakristu wale wale wakaenda kuvujisha habari kwamba jamani, eh, Padre Valentino anafungisha ndoa kinyume cha maamuzi ya serikali ya Kirumi. Basi kwa mantiki hiyo Padre Valentino alikamatwa, akauawa. Kwaajili alikuwa anafungisha ndowa kinyume cha matakwa ya selikali ya dola ya Kirumi. Pane Valentino aliwawa kuko mchini Italia talehe kumi na nne ya mwezi wa pili ya mwaka ia baada ya Kristo. Kosa lake kufungisha ndowa penu katika Kristo. Tokea hapo Padre Valentino amekuwa akiwa maarufu sana sehemu mbalimbali kama mtetezi wa wanandoa, mtetezi wa wanandoa. Ni siku ya wanandoa, kumbe siku ya leo hii ni siku maalum ya wanandoa very. Lakini very unfortunate, very unfortunate, watu wasiompenda Mungu wameadapti hii siku kuwa ni kama siku ya zinaa duniani kama siku ya zinaa na watu leo wana appointment kibao kwenda kufanya mazinaa. Mungu apendi imzii Yesu Kristu. Mungu apendi, hii ni misuse ya siku hii. It is a misuse, it is a abuse of this day. Siku ya leo ni siku ya wanandoa. Tuwaombe wanandoa, Mwenyezi Mungu awabariki wanandoa, ndoa zao zidumu na Kimsingi, padre yule alikuwa anawahamasisha wafunge ndoa ili kupambana na uzinzi. Leo ni siku ya kupambana na uzinzi, kupambana na mambo yote yanayopingana na ndoa. Basi tuombe wana ndoa wote, na tuweze kuomba Mwenyezi Mungu, basi aweze kusaidia, tuweze kupata baraka za baraka nyingi, na mambo ya kumisiuzi siku hii yaweze kuisha. Tumsifu Yesu Kristo.